Ngoma hii ni mpya, inaitwa bado najitafuta. Nimeimba true story, ndio hii hapa. Jamaa, naomba Watanzania msikilize. Siyo kwamba hey, unavyonyumba pesa sipendi kukupa. nonda mwingine kulina kwa sina hata mia mfukoni nashinda kukununua tangua ela chakula nashinda kukupa. Siyo kwamba napenda naminakua sina hata mia mfukoni kuli sikia kwa redio na kuniona kwa TV. Siyo kwamba nimeshatoboa sikinisafari

baa ah. <Glouwe> Nachowaomba kwanza, Watanzania, jamani, mtusupport ndio kama blaza Doto alivyoanza hivi, tunaomba jamani, muunge mkono mshika, kwa sababu yeye tayari shamtoa msanii mwingine, basi na mwingine aja, mtoa hata mimi kwa kupitia yeye, mwona amtoa hata mwingine na mwingine ili tuzidi kusaidia na sisi wengine, kwa sababu tukibaki bila kusaidiwa natasaidia wengine jamani, vijana, tunataka fundi zetu tulizo nazo.